Hapa Tanzania leo ni mwanzo wa utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2025/2026 ikiwa ni siku ya kwanza ya mwaka mpya wa fedha, na kama ilivyo kawaida, kila tarehe moja ya mwezi wa saba ni siku ya kwanza ya mwaka mpya wa fedha, na ni muhimu kufahamu kwamba ama kwa kukumbuka kwamba Uh, shilingi trilioni 56 zilipitishwa kwa ajili ya mwaka huu ambao unaanza hii leo, lakini ni vizuri pia kufahamu ni mambo gani ambayo huwa yanaanza pale ambapo mwaka mpya wa fedha unaanza. Na tunaye hapa mchambuzi wa uchumi Walter Ngumo kwa ajili ya kupata ufafanuzi na uchambuzi wa kina zaidi. Uh, Walter, karibu sana, naona leo uh, we na Hilda mmevaa mashati yanafanana. <laughs> Uh, tunatumisha siku ya rege Sikujua kama u, u, u, u, u, u, u, au ni sherehe ya siku ya rege yeah? Siku ya rege rege, tukitoka hapa tunaenda kuruka rege. <laughs> sisi wote marasta au tutakuomba, tunaomba wakuwekee kidogo tuone, yeah, sisi wote marasta. <laughs> <laughs> karibu sana sana Walter Ngumo, asante sana na mkaribu Walter sana, karibu kama unavyoeleza, mwaka wa fedha unaanza mm. Eh, sa sijui uliwashe TV kwanza kabla kaba unatoka nyumbani au unajua ka <laughs> <laughs> <laughs> ukasema hii hii ragi anavaa hii <laughs> Siyo, shati hiyo sio shati shati <laughs> <laughs> Na, yali, nafanana kila kitu hapa oh. Yani, <laughs> e, yani, wewe ndio utuhoji mtu na kaka yake na, na mm. yeah. yeah. <laughs> yeah. Sasa... kwenye ulimwengu wa rege leo, Julai mosi, mambo yanabadilika, hasa kwa mwaka wa fedha. Kuna mabadiliko ambayo yatakuwepo mm. uh, ikiwemo kwa wale wasafiri wa treni na ndege. Kwa ndege kuna elfu moja ambayo itaongezeka yeah, katika gharama, na shilingi mia tano yeah, uh, kwa, kwa treni uh, Lakini kwa upande wa mafuta petroli na diseli, nayo kuna shilingi kumi kwa bodaboda bajaji kuna ile punguzo ambayo lilikuwepo yeah, kwenye leseni na zipo na, na, baadhi ya hayo mabadiliko inawezekana watu wengine wanafahamu wengine hawafahamu. yeah. yeah. Kwanza pengine tuanzie na mabadiliko ambayo watu watarajie kuanzia hii leo ya, yeah, kuna mabadiliko ambayo kulingana na jinsi ambavyo tulikuwa tunalisikia bunge lile na Waziri wa fedha alivyowasilisha bajeti ya serikali kuna mabadiliko kwenye, kwenye, kwenye, kwenye upande wa kodi ambao, uh, ulielezwa uli, uli, uli bayana kwamba kuna ongezeko la hiki, kuna kupungua kwa hiki. Kwa hiyo maana yake ni kwamba, kwa mfano kwa kule kwenye mbolea au kwenye mazao kwenye nini, maana yake ni kwamba uh, kile kiwango tunategemea kuona kwamba kikiwa kinaenda kupungua. Unajua uh, inapofika tarehe thelathini uh, maanake ni kwamba serikali ndio ilikuwa imekamilisha zoezi zima la kufunga mahesabu ya mwaka uliopita. Kwa hiyo inamaana kwamba uh, kipindi cha mwezi wa saba mara nyingi tunakichukula kama ni kipindi cha transformation. Yeah. Yaani ni kipindi ambacho sasa tunatoka kwenye ule utaratibu ambao tulikuwa nao kwenye mwaka uliopita wa kifedha. Sasa tunaingia kwenye mwaka mwingine wa kifedha. Kwa hiyo hata kwenye ule mfumo ule wa MUSE, ule mfumo wa ulipaji wa serikali, na wenyewe kule kuna kunabadilika na kunabadilika taratibu taratibu, zaidi ukilinganisha na huu. Kwenye upande wa kodi, kwa sababu TRA wao ni Excel tu, kwamba ni kubadilisha tu ile formula mm kwamba eh, huyu alitakiwa alilipe shilingi elfu moja sasa anatakiwa kulipa shilingi elfu moja na kumi kwa hiyo na ninasema kipi cha transformation kwa sababu mara nyingi huwa wanaenda taratibu taratibu kwa sababu unajua kuna wakati ma, eh, budget inaletwa tayari kuna vitu ambavyo vilikuwa tayari viko kwenye pipeline kwa hiyo maana yake ni kwamba eh, kuna u, ile kwenda taratibu lakini kuna vile ambavyo vinaanza immediately pale ambapo bunge eh, pale ambapo tunapofika tarehe moja mwezi wa saba. Kwa hiyo ina maana kwamba kwenye mafuta kule inawezekana, kuanzia labda juma uh, wiki ijayo unaweza uh, ukashangaa bei mpya ya mafuta. E, imekuja kutokana na kile ongezeko ya, ya, ya, ya kiasi kilicho ambacho kilikuwa kimewekwa kwenye usafiri hivyo hivyo. Kwa hiyo tunasema huu mwezi wa saba wote unakuwa ni wa transformation, kwa maana ya kwamba e, ni kipindi ambacho kunatokea ile mabadiliko taratibu, taratibu taratibu taratibu mpaka mwezi wa saba unapokuwa unaisha, naenda mwezi wa nane unakuwa wote tumesha adapti e, utaratibu mpya ambao ulikuwa umeletwa na bunge au mm -hmm. yes. eh, na waziri wa fedha. Sasa, Walter mwezi wangu amegusia kuhusiana na hiyo vipengele vi, vi, vi, vi, ama vitu ambavyo vinakwenda kubadilika kwa hmm, kwa mujibu wa hasa, um, ambavyo vinamgusa uh, mwananchi moja mmoja. kuna hiyo Yes. uh, shilingi mia moja kwa wale ambao wanakwenda kununua mafuta shilingi kumi. Shilingi kumi. Yes. Kumi, shilingi yeah, kumi kwa wale ambao wanakwenda kununua mafuta yeah, uh, ambayo itakwenda serikalini yeah, lakini pia kuna ongezeko la uh, nauli hizo ambazo uh, zinatozwa kwenye usafiri wa treni, ndege Uh, kwenye daladala sidhani kama nafikiri, tabaki vilevile, tengeza shilingi kumi, tabaki vile vile. Ni vitu ambavyo vinakwenda kumgusa kila mtu, kwa hiyo mtu anaweza akaona akashangaa, lakini ni vitu ambavyo vilizungumzwa hata hmm. ukipata nafasi ya kurejea E, mawasilisho yale ama hotuba ile ya bajeti ya ba uh, uh, um, bajeti iliyowasilishwa na Waziri wa fedha Mwigulu Nchemba, yeah. Utaona kabisa pale mambo ambayo yanakwenda kubadilika. Yeah. Lakini mwaka mpya unapoanza ulizungumza uh, kuhusiana na namna ambavyo wanafunga mahesabu, yeah. Uh, matumizi ya serikali yanaanzaje? Kwa sababu kuna matumizi lakini pia kuna namna ambavyo serikali inaingiza mapato yake. Uh, yale ambayo taasisi zili, zilikuwa na fedha mwaka uliopita yes, zinafunga mahesabu fedha, yeah, zilizokuwepo zina, zinapelekwa wapi na sasa wanaanza vipi afresh ya yeah? Kwa, kwa sasa hivi ina maana kwamba pesa ambayo walikuwa nayo yote inapelekwa mm, kwenye mfuko mkuu wa serikali, yaani pesa yote inarudishwa mm. Kwa hiyo kama ni, ku, ni, ni kuletwa tena mm, ni, ni, kwenye, ni kwenye budget hii. Unajua, serikali yetu inaendeshwa katika mfumo wa cash. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Eh, kwa mfano sasa hivi eh, ina maana kwamba kwa mwezi wa saba, mara nyingi tunasema kwamba mwezi wa saba katika mfumo wa kiserikali unakuta hakunaga sana malipo mengi hmm. Unaona kila kitu kinaendelea, tenda zinatangazwa, kila kitu lakini huwa malipo eh, kwa mfano wa zabuni au nini zinakuwa huwa hazifanyiki hmm. Kwa hiyo mara nyingi ni kuanzia ule mwezi wa nane ndiko ambako sasa unaweza kuona kwamba malipo yanafanyika kwa sababu ina maana kwamba kama ni mabadiliko ambayo yaliletwa ya, ya kwenye upande huu wa, wa, wa, wa kodi eh, kwenye huu upande wa, wa, wa, wa, wa serikali maanake ni kwamba sasa inabidi na wenyewe waadapt ile unajua kidogo ile fomula ya musi ni tofauti na kule TRA hmm. kule TRA, wao ni Excel tu, ni kubadilisha tu na, na, na, na wanaendelea na makusanyo na ndio maana kule huaga ni rahisi sana uge, eh, kuadapti kile ambacho serikali inakuwa Ime ki, ime kiwasilisha. Yeah. Tofauti na huku inapokuwa kwenye, kwenye mfumo wa ulipaji wa serikali kwamba huku kidogo inaenda taratibu, kwa hiyo na huwa mara nyingi inakuja kutokea eh, wanaiadapti moja kwa moja kwenye mwezi ule wa nane, ndio hapo mtu anaanza shangaa kwamba eh, ndio utaona kwamba watu wengi wanalipwa. Mm. Kwa hiyo hata wengi ambao nakuta kwamba kama ni wazabuni mm, au ni mwezi huu wa saba mm, uwaga inakuwa ni ngumu sana kwa wao kuweza kulipwa. Pengine ni mpaka kwenye ule mwezi anakwambia kuna hela anaisikilizia. Yes, sasa kuna kuna hela anaisikilizia ndio sasa hivi <laughs> <laughs> yaani kama ujalipo mpaka ile tarehe 30 <laughs> maana yake hapo au unaingia kwenye waiting list, eh, kwamba sasa wengi wanapambana ile yes, mwisho wa mwezi wa sita ile hela zao ziwe. Yaani wanasukuma kweli kweli. Yaani ili iweze ikatoka. Lakini ikishavuka pale mwezi wa sita tarehe 30 ikishafika, maana yake ni kwamba pesa yote inarudi. Kwa hiyo kama ni kutoka tena, ni utaratibu mwingine ambao, sasa na wenyewe, unachukua muda. Na ni kweli hizi hela huwa zinarudi kama inavyotakiwa, sababu wakati mwingine pia unaweza kukuta kuna matumizi Inabidi watu watafute matumizi ili zile hela zisionekane zina. Kuna kipindi fulani hivi ilipelekea kwamba e, pesa hii ikawa kama inatafutiwa matumizi kwa lazima hmm, na wage mara nyingi baadhi ya maeneo huwa wanatafuta matumizi kwa lazima hmm. Kama unakumbuka kuna kipindi fulani hivi marehemu Edward Ngoyai Lowassa alisema kama tumekupa fedha e, kwa ajili ya maendeleo kwa ajili ya shughuli fulani hmm. And then inafika mwisho wa, wa, wa, wa, wa mwaka wa kufunga mahesabu unarudisha ile fedha serikalini mm. Eh, lazima urudishe na sababu kwa, kwa, kwa, eh, kwa, kwa, nini, kwa nini hii pesa imerudi mm. Wakati sisi tuliipeleka kwa ajili ya kutumiwa, maana yake haikufanya kazi iliyokusudiwa. Kwa hiyo baada ya kutoga ile kauli, watu wengi wakasema Aha, ni kama vile <laughs> umefungulia eh. Kwayo, kwa hiyo watu walikuwa wanahakikisha kwamba kama kumbe inatakiwa tu turudishe, yani kisirudi chochote kule kwa hiyo eh, ikatokea kwamba sasa watu wanafanya matumizi ambayo wakati mwingine ili hela iishe, yaani, ni kwamba kwa yes kwa... ya kwa mfano kwa, kwa sasa hivi inatokea ina hapa tunapewa shilingi milioni kumi tunaambiwa tuhakikishe kwamba hii hela imeishi. Kwa hiyo tutakuwa na matumizi hapa, Hilda atabadilisha maduka na nini, na nini nini na vitu vingine kama hivi. Yeah. Kwa hiyo na ndicho ambacho wali eh, wa, wa, wa, walifanya lakini utaratibu ule wa kurudisha fedha serikalini yeah. Ukaja ukawa tena na nguvu wakati ameingia mheshimiwa e, Magufuli. Magufuli, kwa hiyo ukawa na, kwa, kwa sababu yule mzee akataka hela yake dondoke mm. Kwa hiyo kwa hiyo utaratibu ule chenchi, so, like unarudisha, e, chenchi unarudisha. Mm. Na anajua <laughs> aliweza kutumia vizuri e, seme usalama wa taifa kwenye kufahamu mambo kwenye, e, kwenye nchi yetu mm. Kwa hiyo Eh, hata hivi sasa ninajua ni pia utaratibu ule ume, umeendelea wa, wa, wa kwamba kama fedha imebaki haijafanya kazi au pengine kutokana na ucheleweshwaji wa kitu fulani fedha ile bado ipo mpaka ikafika tarehe 30, maana maanake ni kwamba sasa inabidi irudi serikali, mfuko wa serikali. Okay. Mm -hmm. na, na, na, uh, katika, katika baadhi ya maeneo sasa, mm -hmm. kwa sababu ya ongezeko au mabadiliko yale uh, ambayo yeah. yanatokea kuna kuwa na gharama ambazo pia zinaongezeka hasa yeah. uh, katika huduma au wananchi mm -hmm. eh, katika uh, mchakato huo wa kubadilisha hiyo transition. Yeah. Ni vitu gani hasa vya muhimu ambavyo wananchi wanapaswa kufahamu? E, ya kwanza ni kwenye upande kwa mfano sehemu zile ambazo tunaenda tuna, tuna kupata huduma yeah. lakini vilevile vile kwenye masuala mazima ya, ya bidhaa hmm. kwamba lazima tufahamu kwamba E, tumeanza mwaka mwingine wa kifedha rasmi, kwamba tarehe moja mwezi wa saba tumeanza mwaka mwingine e, wa kifedha. Kwa hiyo kama mw... leo ingewezekana labda pengine tukasherekea mwaka mpya <laughs> lakini sasa, inamaana kwamba kila mwananchi inabidi sasa hivi aweze kuelewa kwamba kama mwenye gari afahamu kwamba kuna shilingi kumi ambayo imeongezea kwenye mafuta, kwa hiyo atakapokwenda kwenye kituo cha mafuta e, yes, akaona mabadiliko aweze kujua kabisa kwamba hili ni kutokana na kile ambacho kilipitishwa na Bunge, lakini vile vile e, kama ni mtu ambaye anasafiri inabidi pia aweze kuelewa kwamba kwenye upande wa treni, kwenye upande wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa usafiri wa anga kuna mabadiliko ambayo yametokea kwa hiyo, inabidi kwamba na sisi sasa tuanze kuadapti tuanze eh, kuendana na uhalisia wa jinsi ulivyo, kwamba hata baadaye Gulak akienda uh, sehemu fulani kupata mapumziko, ajue vinywaji vikali na vyenyewe vinakwenda Eh, kunaongezeka bei. Kwa hiyo, e, angalau sasa no, e, inabidi uongeze kidogo kwenye pochi kule e. <laughs> Na unajua good luck ndo yake ni changa, kwa hiyo u bado ni nyingi. Sasa tumezungumza kuhusiana na hiyo masuala ya kurudisha fedha, lakini uligusia pia kuhusiana na operation Eh, ama, ama uendeshaji wa zile shughuli za kila siku za yeah. Serikali wakati mwaka ukiwa mpya yeah. Wakati, wakati wanasubiri hiyo michakato, kwa sababu fedha ya serikali wakati mwingine nakuwa ni mchakato yeah. Ni nini ambacho kinatumika hapa, au kuna, kuna hela inaweza kachukuliwa mahali ikatumika alafu baadaye ile ikitoka inakuja kufanya kazi wote tunaingia wote, eh, wanaingia kwenye kipindi cha mpito mm. Eh, kwa maana ya kwamba, uh, ina maana kwamba ule utaratibu mpaka hela iingishwe irudishwe kwenye mfumo yeah. maana yake ni kwamba kila kitu kinabidi kisubirie hivyo hmm. Kwa sababu eh, ina maana unaendaje ku, uwezi kwenda kuchukua fedha mahali wakati serikali haijakwambia kwamba haina hela, ila ni kwamba usubirie utaratibu utakaporudi, ndipo ambapo uweze ukapata fedha yako, ina maana yeah. kwamba hata baadhi ya ya, ya malipo ambayo walitakiwa wafanywe, labda uh, labda ni watu wamesafiri wanahitaji posho, sijui vitu gani eh, na ikafika ile tarehe 30 hawajapata ile hela mm, inabidi kwamba wafanye nini, wa, wa, wa, wasubiri. Ina maana kwamba i, ile fedha inabidi ihamishwe kwenye vitabu vya kiuhasibu yeah, vya kutoka mwaka uliopita wa kifedha kuja kwenye mwaka mwingine wa kifedha, ili angalau kwamba atakapokuja hata mkaguzi wa hesabu za serikali aweze kupata aweze kupata hesabu ambayo imenyooka. Mm. Ikienda kinyume na hapo, maana yake ni kwamba tayari unakuwa umeshavuruga utaratibu. Kwa hiyo utaratibu ndio unavyokuwa na inabidi kwamba kila mmoja afuate, kwa sababu ikitokea kwamba kila mtu atafute namna ya kuweza kupata hiyo pesa, maana yake ni kwamba unaweza kushangaa kwamba kila mmoja anaingia kwenda kukopa e, eh, na mwisho wa siku eh, ikaleta msuguano kati yao na serikali. Mm yes. Mm. Sawa. Uh, tu -tu tuangalie pia kuhusiana na eh, tumeona namna ambavyo hizi uh, iz bajeti huwa zinapitishwa, mm. na uh, tunafahamu pia sasa hivi tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi ni yes. eh, kipindi ambacho pia kunakuwa na matumizi makubwa ya fedha, mm. na hapa eh, kuna, kuna ile dhana kwamba fedha hizi ambazo nyingine huwa zinarudishwa, mm. zinaweza zikaingia kwenye matumizi kama hayo, kwa sababu kimsingi zinakuwa ni fedha ambazo zilikuwa zimetengwa awali kwa ajili ya matumizi mm. fulani E, ile lile jambo pengine linakuwa lime, limeisha limeshakamilika, na fedha imebaki imerudishwa. Kwa hiyo hizi hizi ambazo zinakuwa ni bakaa, hizi zenyewe zinapangiwa kwenye bajeti gani? Actually haziwi ni bakaa, kwa maana ya kwamba hazina matumizi. Kumbuka kwamba hizo fedha zimerudi kwa sababu kwamba kile ambacho kilipaswa kufanywa hakijafanywa kwa wakati. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ni utaratibu tu, kwamba sasa kwa sababu meshindwa kufanya kwa wakati, hii fedha irudi, lakini haimaanishi kwamba waichukue ile fedha wakaitumie e, vile ambavyo wana, wanataka wao labda e, e, iwe ni kwa mamlaka labda ya rais aamue tofauti yeah. lakini kiutaratibu ni kwamba haipaswi kwenda kutumika kwenye mambo ambayo hayapo kwenye bajeti. na kwa sababu ukija kuangalia ni kwamba kama ni masuala kwa mfano ya kampeni sasa hivi tayari bajeti imeshasema kwamba ni kiasi gani cha fedha ambacho kimetengwa kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka huu mm-hmm. e, ni, e, ni trilioni moja eh? Trio, eh? Ni trilioni moja point nadhani, na, na, kwenye, kwenye, mm -hmm. kwenye, kwenye uchaguzi yeah. E, fedha ambayo imetengwa e, maanake ni kwamba wanasubiria kiasi hicho, inamaana kwamba utaratibu tunapoenda mwaka mwingine namaana na wenyewe wanafanya nini, wanasubiria kwamba hiyo fedha inaingia lini, ili iweze kama ni ni, ni, ni, ni, ni ni Chadema, kama ni ACT kama ni nani anapata kiwango gani, hivyo ili kila mmoja aweze kuingia kwenye kwenye kwenye kampeni lakini vilevile vile, eh, kwenye upande labda wa kuandaa ile ule uchaguzi wenyewe kwa maana kwenda kununua karatasi na nini na nini vitu vingine kama hivyo vyote kwa ujumla wake viweze vikafanyika ndani ya ile bajeti ambayo tayari imeshapitishwa na Bunge. Kama ni pesa ya uchaguzi, maana yake ni kwamba Bunge tayari imeshasema kwamba kupitia Wizara ya Fedha kiasi ambacho kimetengwa ni kiasi fulani. Kwa hiyo huwezi kwenda kuchukua pesa kule serikalini tofauti na utaratibu huu ambao tayari umepitishwa na Bunge, otherwise kuwe na ulazima. sawa sawa, kwa nini mwaka mpya ni tarehe moja mwezi wa kwanza, lakini mwaka mpya wa fedha ni leo. Utaratibu huo pia tumeurithi kutoka kwa wakoloni. Ni taratibu tu za kiuhasibu tu hey, haziwezi kuwa sawa na zile taratibu nyingine, unajua hizi za mwaka mpya Januari ziko kiimani pia hey, na vitu vingine kama hivyo. Nah, yes, lakini kiuhasibu, tuna tuna wanakwenda wana kwa mfumo huo. Naam, shukrani yes, sana Walter Ngumo, asante sana kwa kuzungumza nasi. Tunakamilisha hivyo na leo ni mwaka mpya, lakini mwaka mpya wa fedha e, mwaka mpya wa fedha 2025/26. Na Walter Ngumo, mchambuzi wa masuala ya uchumi. Na tunakamilisha hivyo muda si mrefu.